Kwa hiyo nataka kusema kwa kwamba serikali imeona kuna potential bado ya watu wetu kunufaika na zao na kilimo cha mkonge, hasa kwa kuwa mahitaji ya mkonge duniani sasa hivi yameongezeka sana, ni makubwa na bei zake ni nzuri. Kwa hiyo serikali imeona badala ya kutegemea tu wakulima wakubwa kwenye kwenye mashamba ya maeset makubwa, ambapo e, sasa wakulima wetu wadogo wamekuwa wakitumika kwenda kufanya kazi kule kama utaratibu tu wa kibarua wao nao waingie kushiriki kwenye kilimo hiki cha mkonge kujipatia uchumi moja kwa moja na tayari wakulima wa sasa mfano wa Korogwe ambao wako wameunganishwa vizuri kwenye vyama vya vya msingi, wananufaika kwa sababu masoko yao tunasimamia sisi moja kwa moja kwa moja wanauza mkonge wao kwenye ushirika. Sasa vitu gani vimefanya zao la mkonge lime, limeibuka na kurudi kuwa zao eh, ambalo e, lina, lina, lina, lina mahitaji makubwa sana duniani sasa hivi ni kutokana na dunia sasa kuanza kuipa kisogo kito, matumizi ya plastiki. Eh, tangu mwaka elfu mbili na tisa ambapo mwaka huu ulipotangazwa kuwa ni mwaka wa mwaka wa mazingira, kwa maana kupima mwaka wa kutumia nyuzi asilia, international year eh, of natural fiber eh, tamko ambalo lilitolewa kule FAO, Italy. Dunia nzima sasa inahamasisha zaidi eh, matumizi ya nyuzi asilia kuondosha matumizi ya plastiki kwa lengo la kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kuongezeka kwa joto duniani kunaonekana kunachangiwa zaidi na matumizi ya plastiki na bidhaa zingine ambazo si rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo hilo limesababisha watu wabadilishe mtindo wa maisha. Sehemu kubwa za nchi za Afrika Magharibi na nchi za Afrika Mashariki ya kati wanatumia sana mkonge kwenye eneo la ujenzi. Kwa hiyo ukiondoa matumizi ya zamani ambayo ilikuwa ni toisa traditional products, bidhaa tu hizo za kitamaduni makapeti, ambayo tumezoea, kamba na nini, kwa miaka ya nyuma e, e, ugunduzi mpya wa bidhaa mpya umechochea sana e, mahitaji ya mkonge duniani. Kwa hiyo kwenye eneo la ujenzi e, wenzetu wanatengeneza mabodi, tunaita chipsa board maba kee kuwezeka Ma, ma, mabodi ya kutengeneza madari, mabati, matofali e, ya, ya, ya, ya mkonge na mambo mbalimbali kwenye eneo la ujenzi unapata kutokana na matumizi ya nyuzi asilia hasa hasa zao la, la, la mkonge. Lakini mkonge pia unatumika kwenye magari, nipenda kwa magari wanatumia mkonge kutengeneza ma dashboard, kutengeneza viti, kutengeneza mabamba, hata mabodi ya magari, kwa baadhi ya magari wanatumia composite inayotokana na zao la mkonge kutengeneza ma, ma, ma, ma bodi ya magari magumu. Kwa hiyo mkonge pia unaweza kuona umeingia kwenye mpaka kwenye, kwenye beauty industry e, wenzetu wa, wa, wa nchi zilizoendelea huko hawakuonyeshi kwa uwazi kama wananufaika wana, wana, na mkonge katika matumizi hayo, lakini sisi tunajua kwamba wanatumia mkonge hasa zile eh, gredi za juu za, za, za, za mkonge kutengeneza mawiki ya kina mama ambao sisi tunakuja hapa hpa kuambia bwana, hizi ni human hair, Brazilian hair, akina dada erianihea, lakini ni e, mzee unaozua milioni mbili wigi liatokana e, na mkonge. Wazetu wamechukua wanatumia, teknolojia wana soften, wanafanya wanalainisha, wanatumia some chemicals, na kama nywele kabisa za za mtu, ukiona unanunua una, una, una, wigi wameenda huko lakini nishati ya umeme nchi za wenzetu umeendelea kwenye biogas, mkonge unatumika sana e, unatengeneza pia vinywaji beverages, sababu mkonge pia unatengeneza sukari ya mkonge, wanatengeneza mapombe kali, tequila kama maeneo ya Mexico, na sisi tuna tafiti zilikuwa zimeanza hapa za kuzalisha e, hizo bidhaa, na tafiti zimeonyesha kwamba uwezekano wa kuzalisha hizo bidhaa kwa kutumia barati ya mkonge ambayo sisi tunalima, yani aina ya mkonge ambao sisi tunalima umeonyesha matokeo mazuri zaidi kwamba inawezekana kuzalisha hizo bidhaa kwa kutumia mkonge wetu hapa. Aina ya mkonge ambao sisi tunalima hapa unaitwa H11648, yani H11648 hybrid hai H. Nasema baada ya neno hybrid ni mbegu ambayo tuligundua wenyewe hapa, inasemekana iligundua tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 48, ndio unaitwa H11648 na kituo chetu cha tayari Mlingano koche cha utafiti